Mtongani hapa Mtongani, Mtongani yake ya, wapi Mtongani? Mtongani Mbagala, Mbagala tumeshaanza kukinukisha. Pokea heri njema ya mwaka mpya wenye matumaini, mwaka mpya wenye afya njema pamoja na mafanikio tele mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutoka kwa kituo chako ambacho kinakusogezea taarifa za ukweli. Mimi ni bwana Ezra, asante sana kwa kile ambacho mnazidi kunipea. Jamani, mzidi kubarikiwa, Mwenyezi Mungu awabariki wale ambao mnazidi kunipea kitu kidogo. Mwenyezi Mungu awazidishie zaidi. Mtazamaji wangu, upande wa Mbagala Mbagala, Tanzania, palizuka maandamano hii leo, tarehe 30 Disemba mwaka na 2025 siku ya Jumanne, mahala ambapo bodaboda walikusanyika pamoja na wananchi wakaandamana upande wa Mtoni kwa Abduli Azizi round abauti. Uh, inasemekana kwamba bodaboda kapigwa hadi kupoteza maisha na polisi. Uh, wananchi wenye hasira waliamua kiwake. Sasa tunaelezwa kwamba hawa wauaji wa hii serikali ya Samia, serikali ambayo ni batili, naona hawawezi wakaacha kumwaga damu zetu. Ni washenzi mno sana mpenzi mtazamaji. Yaani jeshi la polisi Tanzania ambalo tunaambiwa kwamba tuunde urafiki nalo. Kwa sababu nilimsikia Waziri wa masuala ya ndani Simba Chawene Tanzania akiwaeleza wananchi kwamba msije mkafurahia kipindi ambapo maafisa wa polisi wanapata changamoto. Eti kwamba polisi akipata changamoto akipata shida, wananchi tunapaswa kumsaidia kama ndugu zetu. Sasa nikashangaa, tutaundaje urafiki na maafisa wa polisi ambao wanaangamiza Watanzania? Wapenzi watazamaji, tuulizane tu kweli, tutaundaje urafiki na watu ambao wanafanya maafa? Hata Mwenyezi Mungu hawezi akakubali hilo hata mtoto wa chekechea hawezi akakubali eti kwamba tukue marafiki na watu ambao wanaangamiza wananchi. Haiwezekani, haiwezekani! Yaani Abdulaziz roundabout tunaambiwa kwamba bodaboda kagongwa mpaka akafa, polisi walimgonga hadi akafa, alafu hao hao polisi ndio tunaambiwa kwamba uku marafiki na wao haiwezekani. Yani, hawakutosheka na ile damu ambayo waliweza kumwaga kuanzia Oktoba 29 mpaka Novemba, tena wanaendelea kumwaga nyingine. Ninaomba uweze kupata taswira. Ninarejea

wachache lakini, baba ya nyeupe zote hizi hapa, flyover kule ni taifa huku ni uhasibu, raia wengine hawa hapa eh, bwana kubababake, eh kubababake, kubababake, kaka, ndugu zangu wa TikTok, ndugu zangu ni, hebu njoo check check check check, raia hao eh, raia hao, raia wao, yaani yaani yaani yaani ni kimbizano tu, yaani hapa nachukua video huku nakimbia kimbia, sababu sababu ni kisoma hapa na kwa kipengele vivurugano tu, check raia hao, check raia, yaani vivurugano kibao, wa check raia, nakimbizana hao raia, kimbizana raia Yaani, yaani, yaani shoko amekimbizana jamani, shoko shoko shoko shoko, mtimue mtimue. Sasa kumeshaanza kuchangamka hapa mapema sana, kumeshaanza kuchangamka mapema mno, kumeshaanza kuchangamka. video hivyo hivyo nachukua kwa wizi wizi, lakini zitawafikia. Wala bwana, video nachukua hivyo hivyo kwa wizi wizi, lakini zitafanyaje? Zitawafikia, nachukua video hivyo hivyo kwa wizi wizi, lakini zitawafikia kwa kizanguni. Aluta zitawafikia

ni kuombe kwa moyo mkunjufu, mpenzi mtazamaji, endapo unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde moja mbili tatu, kajiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription, alafu bonyeze kengele, alafu sambaza hii kanda ukimaliza kuitazama. Ukifanya hivyo, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Mpenzi mtazamaji, yaani inaonekana kwamba jeshi la polisi limeacha kulinda uhai wa wananchi. Unajua, kikatiba jeshi la polisi Tanzania ndilo linapaswa kuweza kuhakikisha kwamba kuna utulivu na kuna kitu ambacho kinaitwa kulindwa kwa uhai wa raia, lakini inaonekana kwamba hili jeshi la polisi aa, katiba ambayo wanaitumia ni tofauti na ile ambayo iliweza kutungwa na wazee wetu na nielewa, mpenzi mtazamaji, hebu niulize polisi mgani mwenye yuko na akili wanamgonga bodaboda hadi akaaga dunia? Polisi mgani kipindi ambapo nimeweza kutaja roundabout, haimaanishi tu kwamba huyo bodaboda alikuwa kwa barabara. Hapana, ni eneo ambalo wameweza kulitaja ni posa iweze kueleweka mahala ambapo hichi kisa kiliweza kutendeka, mtoni kwa Abdul Azizi roundabout. Wacha nikuulize hili jeshi la polisi, mmoja wao akiuawa, wao watajihisi vipi? Watajihisi vibaya. Mmoja wao akiumizwa, wao watajihisi vipi? watajisikia vibaya hivyo vivyo vivyo hivyo ndivyo sisi raia tunavyohisi kipindi ambapo mwenzetu mmoja wawili watatu wanapouawa kwa sababu tangia nilipoanza kuwaletea hizi taarifa nimeripoti polisi wamewaua wananchi hadi mimi nimechoka hadi mimi nimechoka Namuomba Mwenyezi Mungu aweze kurudi, aone jinsi ambavyo polisi wanawaangamiza watoto wake, wanawaangamiza watu wake, kwa sababu uhai wa mtu ni mkubwa sana. Basi kama huyu bodaboda alikuwa na kosa, wangemkamata wampeleke kwenye kituo cha polisi, waende wamfungulie mashtaka, apelekwe mahakamani, kama ni kesi afunguliwe hayo yaishi kuliko kupiga na kuua mtoto wa mtu. Unaweza kawa kwa, ama anaweza kawa kwamba huyu mwenye aliuliwa ndiye alikuwa breadwinner. Yaani tunasemaje kwa lugha ya Kiswahili nyepesi? Mtu ambaye alikuwa ni tegemeo kwa familia, mchuma riziki, mwenye anategemewa alete kaunga, alete unga wa chapati, alete mafuta ya kupikia sasa ona, wameweza kumwangamiza yule ambaye alikuwa nitegemeo kwa familia, ni jambo la kusikitisha. Na ndio maana ninawaambia wapenzi w watazamaji, hawa watu sioni iwapo wataenda kuacha haya mambo ya kuua. Hii serikali inaonekana kwamba imelaaniwa. Mauaji sioni wakisitisha utekaji sioni wakisitisha upotezaji. Sioni wakisitisha tukitulia, ndio wanazidi kukua wanyama zaidi. Ni kipi ambacho tunapaswa kufanya? Hatupaswi kupoa, tukipoa wanaona kwamba tumepoteza dira. Sijui kama unanielewa tukipoa, sioni kama wata watapoa na wao wanaona kama tumeweza kupoteza dira, waendeleze mauaji yao. Na nyinyi serikali, ninajua kama mnaniangalia, ninajua kwamba mnaniangalia. Hamukung'ang'ania mamlaka ili kuendelea kuwaangamiza wananchi, mnapaswa kulinda wananchi. Kama mmeshindwa kulinda uhai wa wananchi, ng'atuka madarakani. Sio lazima muendelee kukaa mamlakani kama mmeshindwa kulinda wananchi ng'atuka haraka sana, tuweza kuwatafuta viongozi ambao watakaolinda maisha ya wananchi. Mimi ni bwana Ezra, sambaza ikanda, hatupaswi kupoa, lazima tukiwake, tukiwakishe, tukinukishe mpaka haki iweze kupatikana. Mwenyezi Mungu awabariki, mwaka mpya wenye fanaka.